Naahidi mbele ya Mungu Tanzania, nitakulinda mpaka kufa. Taarifa ya klabu ya wapinga rushwa shule ya sekondari Kiheka kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa ndugu Ismail Ally Ussi tarehe 29 mwezi wa 4 2025. Utangulizi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa mwaka 2025 Lengo la kuanzishwa kwa klabu shule ya sekondari Kiheka: kama zilivyo klabu zingine za wapinga rushwa nchini, klabu hii ilianzishwa kwa lengo la kujengea uwezo wa wanafunzi katika nyanja za maadili na uelewa wa madhara ya rushwa na pia kutujengea misingi ya uzalendo, uadilifu na uwajibikaji kwa jamii na taifa kwa ujumla. Faida na mafanikio ya klabu: klabu hii ya wapinga rushwa imekuwa na mafanikio kadhaa ikiwemo yafuatayo: Tumewaelimisha wanafunzi wenzetu wasio wanachama vijana na jamii inayotuzunguka kuhusu rushwa na madhara yake. Kwa kipindi hiki tunaelimisha jamii kuhusu vitendo vya rushwa katika uchaguzi na madhara yake, ili tupate viongozi bora na waadilifu katika uchaguzi mkuu kwa maendeleo ya nchi yetu. Pia tunawahamasisha wananchi na kusisitiza wajitokeze na kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Moja kati ya majukumu ambayo tunayafanya ni kuwaelimisha wanafunzi wasio wanachama ili kuelewa juu ya madhara ya kutoa au kupokea rushwa pamoja na kuelimisha jamii juu ya madhara ya rushwa hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Ningependa kutoa hamasa kwao kwa, kwa wanafunzi wote, wanafunzi wanachama wa klabu ya wapinga rushwa pamoja na wale wanafunzi ambao sio wanachama wa wapinga rushwa, pinga na kuzuia rushwa katika miradi ambayo kuna fedha ambazo zinatolewa kwa ajili ya ujenzi wa madarasa pamoja na ununuzi wa madawati na kupata walimu wengi ambao wanaweza kutusaidia kutupatia elimu katika shule. Hivyo wanafunzi wote, inatupasa tushiriki vikamilifu katika kupinga na kuzuia vitendo vya utoaji na upokeaji wa rushwa katika miradi hiyo. Wito wangu kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla ni tuepukane na vitendo vinavyohusiana na vinavyohusika utoaji na upokeaji wa rushwa, kwa sababu vina madhara kwa kila mmoja. Sio kwamba anayepata faida ana, anayepokea rushwa au kutoa rushwa anaweza akapata faida, lakini asijue kwamba kuna watu wanaathirika na ule upokeaji au utoaji wa rushwa hizo. Kwa hiyo nachowashauri na kuwaombeni wanafunzi wenzangu pamoja na wanajamii tusishiriki kwenye vitendo vya utoaji na upokeaji rushwa kwa namna yoyote ile. TAKUKURU oyee! Kwa kweli leo hii vijana wetu hawa wanafunzi wetu wamepata heshima kubwa mwenge wetu wa uhuru, kwa sababu mwenge wetu wa uhuru licha ya ujumbe mahsusi uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 lakini pia umebeba ujumbe wa kudumu mapambano dhidi ya rushwa mapambano dhidi ya dawa za kulevya, lakini pia waviwevajumbe mbalimbali. Lakini vile vile nawashukuru sana wenzetu wa shule, wanafunzi wa shule, pamoja na walimu wa shule hii ya Kiheka. Kwa kweli na wao wameona waunge mkono jitihada za mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kuhakikisha tunapambana na swala so zima la rushwa. Kwa kweli, ndugu wanafunzi, mimi na mambo matatu kwenu. Jambo la kwanza elimu ambayo mmepatiwa , hakikisheni wanafunzi wenzenu wote wa shule hii mnawahamasisha juu ya kupambana na swala zima la rushwa. Lakini jambo la pili kule manyumbani, manyumbani mnaporudi, hakikisheni majirani zenu, marafiki zenu na hata familia zenu mnapokaa nazo, wapeni elimu juu ya kupambana na swala zima la rushwa. Na jambo la tatu, na nyinyi hakikisheni mnapambana na rushwa na mnakataa kabisa swala la rushwa, kwa sababu mmeonyesha jitihada kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Daktari Samia juu ya kijana anazofanya na taifa letu. Lakini pia leo hii, Mheshimiwa Mkwele, vijana wetu wamefutwa na leteta TAKUKURU, nao naomba tuwapigie makofi mengi sana. Naomba na shukuru sana wnzito TAKUKURU, mmekuwa mkifanya kazi kubwa ya kupita mashule yote, leo hii kunahamasisha juu ya kuanzisha klabu za kupambana na rushwa. Kwa kweli hapa mmeungana mkono vizuri na mmefika katika maeneo hata ya chini juu ya kupambana na rushwa. Naamini kwa malengo yaliyonao mheshimiwa rais, ifikapo elfu mbili na thelathini Tanzania hii itaweza tumemaliza na tumeondosha kabisa swala zima la rushwa ndani ya taifa letu. Lakini pia ndugu wanafunzi, huu ni wakati wa uchaguzi. Naamini kuna baadhi ya wanafunzi wamesafikiza umri na, wa miaka 18 na wanao haki ya wajibu wa kuweza kuchukua viongozi wa kupiga kura. Hivyo ni waombe tujepushe na rushwa hata kipindi hiki cha uchaguzi ili tuweze kupata viongozi walio bora kama Daktari Samia Suluhu Hassan, <coughs> Dr. Samia we. <tos> <tos> Dr. Samia Safi. Safi. <coughs> <coughs> Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Mkuu wilaya kwa heshima na taazima <coughs> na mapenzi ya wanafunzi wa shule hii ya Kiheka walioonyesha juu ya mwingi wetu wa uhuru. Mimi pamoja na vijana wenzangu watano kwa kweli tumeridhishwa na mradi ambao umefanyika ndani ya shule hii, lakini pia nimeridhika kuweza kuzindua klabu ya kupambana na rushwa ya shule ya sekondari ya Kiheka. Kiheka ye. Rushwa adui waki, tuipinge sote kwa pamoja. Nafasi yangu katika jamii ni kuipinga na kuwajasiri pamoja tunaweza, tuwe na umoja rushwa kuitokomeza. Rushwa adui wa haki, tuipinge sote kwa pamoja. Nafasi yangu katika jamii ni kuipinga na kuwa jasiri. Kwa pamoja tunaweza tuwe na umoja rushwa kuitokomeza. Jitokeze kushiriki uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano. Kuipinga rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Jitokeze kushiriki uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano na langu tutimize wajibu wetu. Usikubali kutoa rushwa au kuipokea rushwa, maendeleo bora tutapata pasipokuwa. Mtazamaji wa Takukuru TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification